<Singi> wengine wamejificha kule ndani kwa wale wanaotaka kufuga kuku wa nyama na kuuza mapema, kwa wale wanaotaka kufuga kuku wa nyama na kuuza mapema, nipo hapa kwa ajili yako welcome back to my YouTube channel. This is Kadala TV, all the way from Tanzania, the house of minerals. Yes, you heard me rihtanzania <laughs> Hey. Hey. Sasa kati ya saso na croila kuku gani wanyama? Ninashauri wewe ufuge kuku gani wanyama? Ninakushauri ufuge kati ya saso na Kroiler mimi ninaamini katika kufanya biashara ya mzunguko. Aa, mimi ninaamini katika kufanya biashara ya kuku lakini sio kuishi na kuku. Kama unataka kweli kufanya biashara ya kuku ili uweze kufanikiwa, wengine sio wako wapi? Kama kweli unataka kufanya biashara ya kuku ili uweze kufanikiwa, kufanikiwa, hautaki kuishi na kuku muda mrefu, unatakiwa ukae na kuku muda mfupi, na kati ya ukiachana na broiler, kati ya Saso na Kroila mimi ninakushauri wewe ufuge Sasso miezi mitatu sokoni, miezi mitatu sokoni, miezi mitatu sokoni. Yani unafuga unafuga kuku muda mfupi na unawaingiza sokoni, sio unakaa na kuku miaka. Hapo utakuwa ufanyi biashara na uwezi kupata faida, utakuwa unapata hasara kwa sababu hao kuku watakuwa wanakula au kuku watapata, watapata maradhi, utakuwa unawatibu na dawa, obviously utakuwa unanunua. Unanielewa? Kwa hivyo ili uweze kufanya biashara na hela uione ya kuku, kama sio broiler basi ni saso. Kuna mmoja ameniuliza kutoka Zanzibar, kati ya saso na kroila, kuku wa nyama, na shauri kuku gani wazuri kufuga ambao unaweza ukakaa nao muda mfupi na ukawapeleka sokoni. Sasa unapomzungumzia Saso ni kuku ambaye ili aweze kukua na kutenga sawasawa sawa ni miezi sita, ndio utaona hasa, ndio anaanza kuinuka, anaanza kutenga, anakuwa hasa kuku la maana, lakini Saso miezi mitatu, tayari huyo kuku ni mkubwa. Kwa hiyo kwa mzunguko wa pesa Sasso wanatoka haraka sokoni, yaani wanaingia haraka sokoni kuliko Kroiler. Kroiler wanakuwa taratibu kama kuku wa kienyeji, hawana tofauti sana na kuku wa kienyeji katika makuzi. Kwa hiyo kama utafuga Kroiler utakaa muda mrefu sana mpaka umwingize sokoni na umshawishi mtu kununua kwa bei yako lakini Sasso miezi yake miwili tu, mwezi wa tatu ule anakuwa ameshatenga sawasawa. nyiwe si simnaona hapa tukifuga, nina experience yao wote kwa sababu nimewafuga, nina experience yao wote kwa sababu nimewafuga nime wengine naona wameenda kuzunguka huko sijui wameenda huko nyuma, unaona bwana. Kwa hiyo kama unataka kweli unania, basi sasa watakusaidia sana, wanakuwa haraka sana kwa sababu wao ni kama hafu broi la hivi, breed yake haitofautiani sana na broi la hivi. Kwa hiyo wanaumuka haraka sana, lakini sio kuwapa mabusta. Mi sizungumzii busta, mara nyingi nimesema usiwape kuku busta. Au kuku we mwenye ukikosa mboga unakula unaona, unakula unaona. Kama hivi mimi mwenyewe nimechinja kuku sasa, kama naweka mabusta manake na mimi mwenyewe na, najibusti na mimi mwenyewe, kwa hiyo ile busta inaenda kufanya kazi na kwangu pia, au la huyo kuku akae muda mrefu sana mpaka uje umle wewe, itakuchukua muda mrefu mpaka ile dawa kweli iishe kabisa mwilini mwake ili wewe uje kula. Sina uhakika sana na usalama wa busta katika mwili wa binadamu. Kwa hiyo mimi nashauri tu, kama unataka kufuga kibiashara na kuku ambao watatoka mapema uh, watakaa sana bandani na wewe basi, Sasso unaweza unaweza ukawafuga, na pia waka, wakatoka haraka na wanajazia kweli kweli. Yani nyee mliona tulivyofikisha hawa hapa walivyokuwa na miezi miwili walikuwaje, walipoingia mitatu. Watu naambia kuku na miezi mitatu na uongo kuku na miezi saba sita kabisa huyo <laughs> kwa hiyo ndo ukweli huo. Kwa hivi sasa wewe ndio uamue kama utataka saso au Kroila. Na Kroila sio kwamba akui yule, wanakuwa yu wembamba hivi ili aje kutanuka kama huyu jogoo unavyomuona huyu ni mpaka afike miezi sita miezi saba, ndio linaanza kutanuka, sasa linajaa kweli kweli, unanielewa hapo? Tofauti na, tofauti na saso. Na mteja anaangalia umbo la kuku Mteja haangalii miezi, mteja anaangalia umbo la kuku. Kuku mkubwa mzito, ndo mteja anachukua, haangalii miezi ya kuku kwamba huyu ana miezi saba, chukua. Hakuna kuku ana, mteja anaangalia umbo la kuku, alafu anapima ana, ana, ana uzito kwenye mkono wake. Anaona huyu sawasawa, basi anaondoka naye, siyo kama mnanielewa? Sasa kwa staili hiyo Sasso anaweza akawa ni mzuri sana kwa biashara. Kuna pambazuka, sasa mwezi wa tano, mvua zinaelekea kupotea. Ni muda mzuri sana wa kuanza kufuga kibiashara, ni muda mzuri sana sana sana wa kuanza kufuga kibiashara. Kwa hiyo ni ujipange, jipange vizuri, jipange sawa sawa, ili kwamba uweze kuingiza kuku wako na uweze kufanya biashara. Kuku analipa, sikudanganye mtu, kuku analipa. Unaona, huyu kuku huyu temba elfu salasini na tano. Jogoo huyu arobaini, akicheza vibaya mpaka arobaini na tano nauza. Sasa mtu kumwambia hivi aamini? <laughs> Hujamshika huyu kuku, huyu kuku ni mkubwa sana huyu. Hujamshika huyu kuku, huyu kuku ni mkubwa sana huyu. Simuone hivi, ni mzito huyu kuku, ni anamipaja, ana miguu sipime yani, usiwaone hivi. Unaona bwana, kwa hiyo sasa ni hivyo tu, kama nilivyowaambia. Wewe ukitaka Saso anaweza akawa biashara nzuri sana kwako na ikakusaidia sana, ilimradi tu uwape chakula vizuri, usiwatese, usiwatese kuku, uwape chakula vizuri, zingatia chanjo zile Zingatia chanjo alafu vitamin, alafu zingatia sana sana sana DCP ili wasifike mahali pa kwanza kujeruhiana wenyewe kwa wenyewe. Hawa yani wa ni wakali sana hawa, hawa ukicheza DCP na ukichezal, ana uwezo wa kumtoboa mwenzake huku nyuma na kuvuta utumbo nje, unakuta kuku anakufa hapo. Ni wakali sana hawa, kwa hiyo DCP ni muhimu sana uhakikishe kuku wako hawakosi madini ya calcium mwilini c inasaidia kumwongezea madini ya kasha mwilini. Mbogamboga, majani nini, inasaidia sana kwa kuku kumletea madini ya kasha ili wasiweze kudonoana, wasiweze kula mayai, wasikudonoe hata wao. Ukiingia bandani kuchakucha, hizo kucha wakiona nyeupe, wanazidonoa. Unaona vitu eh? <coughs> kama hivyo hey. Kumepambazuka zuka, nakwambia kuna upepo huku wa hatari na wengine ndo wanafumuka huko walikotoka, si walienda wapi? Wenyewe wanazunguka huko. Unaona bwana, kwa hiyo ndo hivyo tu nitaka nikwambieni kwamba kama unataka kweli kufuga kuku kibiashara, just do that, chagua saso utawafuga kibiashara. Huwa sina tabia ya kumdanganya mtu, napenda kumshauri mtu kitu kizuri ili aweze kufanikiwa, kwa sababu mimi nikikudanganya wewe hainisaidii wanakimbia wanaenda bandani, wameona kuna upepo mkali sana huku nje, wanaogopa mvua hao, wanaogopa ah, maji hao, hatari, wanakimbilia bandani. Unaona wengine wamejificha huku vunguni hapo. Mimi nasema jamani, mi banda langu ni nyumba, ndo hii hapa naiona. Hii hili ndo banda langu, hili ni nyumba kabisa, chumba cha kwanza kile pale, cha pili kile hapa cha tatu iki hapa cha nne kile pale, nyumba kubwa. Sasa haya ni maandalizi ya muda mrefu, sio tu ya kukurukuka, ni maandalizi ya muda mrefu. So na wewe ukitaka, unajiandaa tu. Mimi nawapenda sana jamani, muwe na siku njema, chao.